Haya, mama, eleza basi. Sema jina Salama, eh? Kaja jina uh, naitua, mimi naitwa Havintishi. Mimi kero langu la biashara ya Morogoro na wakubwa zetu, yaani hawatusamini sisi, tunaadhirika na watoto, hata pa kulala hatuna, yaani tunauza biashara, biashara zinachukuliwa, biashara zinaenda, tunaenda kulipa faini, biashara hupewi Yani sisi ndio kero letu ilo, mheshimiwa, kwa What? sababu hatuna msaada wa aina yoyote, na sisi wakubwa kama hivi, utaenda kumtafuta mvulana utamweza? Kwa hiyo kama sisi unavyotuona, tuko watu wazima, tumeshaacha mambo yetu mengine, tushashika biashara ndogo ndogo, lakini baba, hatusaminiki hatuna pa kulala watoto wakirudi shule, chakula hamna, kwa ajili ya mateso tunayapata Morogoro. Kwa hiyo mama, kero yako wewe kubwa ni kwamba unapofanya biashara wanakuja wanachukua biashara zako e? Wanachukua, naenda manispaa kulipa faini, nalipa faini, lakini biashara sipati. Unafaniziaga wapi biashara mama? Mi nafanyia pale stendi ya Viaisi Morogoro mjini, baba. Aya, mkurugenzi wa hapa, njoo hapa ujibu hii kero. Kwa hiyo nateseka Njoo hapa mama, njoo tu wewe, njoo tu kae hapa, simama hapa hapa, mama yangu, wala usiwe na wasiwasi. Hebu mpe mkurugenzi, tusaidie hii kero. Nawashika watu wanakwenda kutoa faini, wala marisiti hamuwapi, na huyu mama amesema, ameshakuwa vijana hawawezi na wazee nao hawahitaji wa anataka biashara kwa ajili ya watoto wake. Mheshimiwa Rais, manispaa ya Morogoro imeweka ina mpango mzuri kabisa wa wafanyabiashara ndogo ndogo. Mheshimiwa Rais, aina ya mfanyabiashara kama mama hapa ni kwamba baada ya kuwatengea maeneo, masoko yapo ya kutosha na Mheshimiwa Rais tumetengeneza minada nne na mitatu wameshawafanya maombi maombei ili kuwawezesha watu kufanya biashara kwa utaratibu, ili kuepuka mambo yafuatayo. Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza, uh, manispaa ya Morogoro ina kipindupindu sana, hawa wafanyabiashara hawa wengi wanafanya biashara. Jamani sikilizeni, sikilizeni, Mheshimiwa Rais, mpeni nafasi azungumze. Mheshimiwa Rais, biashara nyingi zinazofanyika kwa mfano, yeye mama, ukimuuliza kwamba ana meza, ni kwamba wanaweka chini, kwa hiyo tulivyotengeneza utaratibu wa kufanya masoko na magulio, tuna gulio la kikundi Sabasaba. Kwa hiyo kwenye magulio pale mmewatengenezea meza yeah? zipo. Zipo, aya zipo, nimekusikia mkurugenzi. Ndio Mheshimiwa, sasa natoa maagizo haya. Ndio huyu mama anafanizia biashara yake kwenye stendi, si ndio? Mama pale stendi katikati pale kwenye stendi ukiweka meza maana yake daradara na viaisi vitakosa mahali pa kupaki. Na huyu mama, mimi nafahamu, nimezaliwa na watoto mas na wazazi masikini, wanabebaga visani vyao visinia au ndoo, anaweka ndizi zake na anajua akienda pale, kuna wasafiri atahitaji ndizi, atahitaji karanga, atahitaji nini, navyo vinahitaji meza. Mwaacha hao akina mama waanze kufanya kazi zao kama kawaida. Sawa, mkurugenzi, muwaache wa kina mama wafanye kazi zao. Ninyi mzingatie usafi. Kama atakuwa amebeba bidhaa zake zikiwa kwenye ndoo, kipindupindu haweza akawa na ndiyo maana huyu mpaka leo hajafa na kipindupindu. Tusitumie sababu za ugonjwa kuwapa shida watu hawa, watoto wa maskini ambao unaweza ukakuta huyu mama na watoto labda anasomesha ni lazima tujiweke katika maisha yao, tutengeneze sisi. Wewe mkurugenzi, sasa ulitakiwa, kama tatizo ni meza, ulitakiwa uchukue fedha unazozikusanya kwenye halmashauri, katengeneze meza pale, hata kama ya vyoo, uwalete hao akina wakinamama wauzie pale. Mama oye! Kwa hiyo mama leo kaanze kuuzia hapo, alafu vyombo vya dola vifate, kama watakusumbua Mheshimiwa mkuu wa mkoa afuatilia hili na Mheshimiwa DC. Haya rudi bana, kwa heri. Tengeneza mazingira kwa faida ya hawa wakina mama. Morogoro oe. Kero zimeisha safi oe. Wakina mama mamarishe oe. Njoo hapa mama walikutoza faini kiasi gani? Mama eh. Njoo hapa walikutoza faini shilingi ngapi? Walikutoza kiasi gani mama yangu eh? Walikutoza kiasi gani sisi, babangu? Atutoza kama sisi wanyonge tunalipa elfu hamsini, wewe walikutoza ngapi? Mimi walinitoza laki mbili, nimetoa kwa jicho langu hivi, halafu biashara sikupata, na mimi ni mjane. Unamkumbuka uliyempa hiyo hela? Kwa kweli, babangu, kwa kitetemeko na kwa wasiwasi, sijamwangalia usoni aya. hey, baba basi na mimi nakupa laki moja basi, mama. Ikosaidi mwache tu, wache haya. Pore mama, Mungu akubariki. Ishara ay. Na wee mkurugenzi, mchangie shilingi elfu hamsini huyu. Leta hapa, leta elfu hamsini mama, subili akupe huyu. Mkurugenzi, toa hapo elfu hamsini umpe huyu mama, una elfu hamsini Leta elfu hamsini. Toa hela, mi nataka hela, sio maneno. Utakwenda kuchukua utampa? Uta lini? Amekutolea huyu hapa. Mbunge naye ametoa, hii hapa. Haya mama, simama hapa, hapa mama, simama hapa hapa. Mbunge wa Katale naye anakuchangia, mheshimiwa DC naye anakuchangia, waziri Kaijage naye anaenda kumchangia na mkurugenzi yule, simama mama, zinakuja hapa, wanakuchangia mama, watu wanakuchangia hai. Na mwekezaji huyu naye amekuja kumchangia, na huyu mama amemchangia. Thank you very much. Afandesere naye amemchangia Mashehe nao wanakuja kumchangia mama, zichukue zote hizo <laughs> bado wanaendelea kukuchangia mama. Wakina mama oye! Wakina mama mamarishe oye! Leta tu mkono, mama, njoo, mwachieni aje nishike mkono. <tie> <tie> Morogoro oye, Tanzania oye, kiwanda cha Morris Philip Morris oye Mansur Limited oye. Ninawashukuru sana ndugu zangu, Mungu awabariki sana, asanteni sana. Nitakuja tena siku nyingine kuja kusunguka. Naomba.